Na kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Jina langu ni Erasto Yohana Sima, Mkuu wa Wilaya ya Bukoba. Mimi niendelee kuwasa wananchi wote tuadhimishe maadhimisho haya kwa amani na utulivu katika maeneo yetu. Tumeanza toka jana, ile Jumaa Kuu imekwenda vizuri, na kwanzia Alhamisi Kuu ya juzi na jana ile Jumaa Kuu na wilaya imeendelea kuwa salama. Kama wilaya, tumeendelea kuimarisha usalama wote katika maeneo mbalimbali. Niendelee kuwasa wananchi wote, tuzisherekee sherehe hizi kwa amani, asitokee mtu yote akawa chanzo cha vurugu katika eneo letu. Tutakuwa na shughuli za kifamilia katika nyumba zetu, tutakwenda katika maeneo ya starehe, lakini tutakuwa na maeneo mbalimbali mbali ya matembezi. Kila sehemu tutakapokwenda, tuzingatie amani katika maeneo hayo. Tusio watu wa vurugu, tusio watu wa kusababisha vurugu katika maeneo hayo. Najua utaenda kwenye ibada mbalimbali katika mikesha takayo kuwepo. Wenzetu wa usalama wametembea, wako katika maeneo hayo yote kuangalia kwamba shughuli zinakwenda vizuri. Kwa hiyo, ieleweke kwamba hata katika maeneo nyumba za kuabudia, maeneo ya starehe, kama kuna vurugu zitatokea, watu hao wataingia katika mkono wa sheria, watachukuliwa na kuwajibika kwa vile ambavyo watakuwa wamevisababisha. Kwa hiyo mimi niendelee kutoa wito. Tunapokwenda kwenye shughuli hizo, tufanye shughuli tu kwa amani katika maeneo yote. Lakini pia imekuwa kawaida na hasa watoto na vijana mbalimbali mbali, kutembelea maeneo ya fukwe zetu za ziwa siku za sherehe kama hizi. Na hasa kuanzia saa saba saa nane mchana watu wanakuwa katika maeneo hayo ya pembezoni mwa ziwa. Niendelee kwa hasa. Ni maeneo mazuri, ni maeneo ambayo pia wanapata burudani mbalimbali, hewa nzuri. Ni sehemu ambazo ni safi. Cha kwanza tusichafue hayo maeneo tunapenda, na vifaa vyetu tuondoke navyo, lakini sio sehemu ambazo tunasababisha uchafu wa aina yote katika maeneo hayo. Lakini pia niende kwa hasa wazazi, tunaacha watoto wadogo wanakwenda peke yao katika maeneo hayo ya ziwa bila uangalizi wa watu wazima au vijana wenye wazima ambao wanaweza kusimamia hao watoto. Sasa tukienda kule wakaenda ziwani, pia wanakwenda kuanza kuogelea wanakuwa wanapenda katika maji marefu, sasa ni shida. Tusisababishe vifo katika kipindi hichi cha Pasaka. Kwa hiyo watoto wote wanaokwenda ziwani wao wanawaangalizi, pia wa kuangalia kama watoto wameamua kuogelea ziwani, pia kuwepo na watu wakuwasimamia katika maeneo hayo. Lakini pia wanapokuwepo kule, ifikapo saa kumi na mbili jioni waanze kutoka katika maeneo ya ziwa. Hatutaruhusu watu usiku kuendelea kuwepo katika maeneo ya ziwa, na ikifika saa kumi na mbili na nusu jioni, watu wetu wa usalama, jeshi la polisi, lakini jeshi la zimamoto na waokoaji watapita katika maeneo kuendelea kuwatoa hao watu. Kwa hiyo ndio ieleweke kwamba hatuna sehemu za kukaa mpaka usiku huko ziwani, katika kipindi hichi lazima tuendelee kudhibiti. Inapofika saa kumi na mbili na nusu jioni, watu waondoke kwenye sehemu hizo. Kama mtu anapenda kukaa katika sehemu hizo, ziko sehemu ambazo ziko maalum, ni maeneo pia ni, ni pembezoni mwa ziwa, lakini maeneo pia yenye ya ya, uangalifu, yana watu ambao pia wanaweza wakazuia kama kuna shida yote inayotokea, lakini maeneo tu ya fukwe mengine ambayo hayana uangalizi huo hatutaruhusu maeneo hayo. Lakini pia katika kumbi za starehe, pia ziko kumbi ambazo zinakuwa zinapitisha masaa mpaka usiku sana, yako maeneo yalioruhusiwa ambae pia na udhibiti mzuri hayo yataendelea kwa, kwa maana ya wana vibali hivyo, lakini kokote ambako hakuna vibali tuendelee kuangalia kutumia ule muda unaotakiwa, lakini kikubwa sana tusiwe na vurugu. Na ni wa watoe wito kwa watu wote wanaomiliki mahoteli makubwa baa mbalimbali maeneo starehe na, na, na, no makubwa, na wenyewe pia wao na kamati zao na, na za za ulinzi katika maeneo hayo, ziko shida ambazo wanaweza kumaliza u, u, u, u, wenyewe. Iko ile tu wahudumu kubishana na wateja, wateja kubishana na wahudumu mteja amehudumiwa anaanza kukataa kulipa huduma ile aliosaidiwa pale, zinaanza vuruga sasa. Hoteli zote pia niendelee kutoa wito, maeneo yote ya starehe, pia maeneo ya burudani yawe na uangalizi huo. Lakini katika nyumba zote za ibada, pia maaskari wetu watakuwepo kuanzia asubuhi, na mida yote ya ibada watakuwepo, kwetu wapokee vizuri, watakuwepo magetini, watakuwepo kuangalia hali inavyoendelea. Hawatakuwa wanawatisha, lakini katika kuangalia tu hali ya usalama katika nyumba zote za ibada lakini pamoja na swala la wito huo wa kuishi kwa amana, kusherekea vitu vizuri katika maeneo yetu, mimi nitoe wito pia maalum kwa ajili ya Pasaka hii kwa mwaka huu 2025. katika wilaya yetu ya Bukoba, wimbi la ubakaji na ulawiti limekuwa likiongezeka, na hasa waathirika wakubwa wamekuwa ni watoto wadogo, watoto wa shule za msingi na kidogo wa sekondari. Niendelee kusifu familia zote, tuangalie sana watoto wetu Wako watoto wanapata manyanyaso makubwa, wanapata vitendo vya ukatili vya namna hiyo, lakini wanakuwa wagumu kutoa hizo taarifa, aidha kwa woga, kwa wazazi wao, kwa walezi wao. Sasa kibaya zaidi, baadhi ya wazazi pia wamekuwa chanzo cha ukatili huo wa kijinsia kwa watoto wao. Niendelee kutoa wito, na hasa kina mama katika nyumba zetu, kama kuna ugomvi wowote wa mume na mke, hebu kina mama tuangalie sana watoto. Usahau subscribe,